Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Kishki TV, ni siku nyingine tena ya kambi ya tohara kwa watoto wa kiume na leo tena tuko tumerejea hapa Chamazi, ikiwa ni kiporo. Kama utakumbuka siku ya Jumamosi tuliweza kufika hapa na idadi ilikuwa ni kubwa sana, kwa namna ambayo eh, madaktari hawakuweza kuwamaliza wote ambao walifika, hivyo wakaamua wengine waende Mbande na alhamdulillah, Jumapili wapo ambao walifika Mbande, lakini wengine waliambiwa watarejelewa siku ya Jumatano na alhamdulillah, leo ndio siku ayo iliahidiwa watarejelewa na tayari e, mwitiko wa watu umekuwa ni mkubwa sana kama ambavyo unashuhudia. E, wazazi wengi wakiwa tayari wamefika hapa na jopo la madaktari kutoka SMV wakiwa tayari wamekisha wasili, pia tukashuhudie kila kile ambacho kitajiri katika siku hii ya leo. Kama ambavyo tulitoa ahadi ya kurudi siku ya Jumatano, tumerudi leo Jumatano, alhamdulillah, na tumeweza kufanya uh, watoto takriban 68, na nadhani na, na ni kwa uh, wapo wengi ambao hawakuja leo, lakini walikuja mbande uh, kama mtakumbuka kwamba kuna watu zaidi ya 300 walikuwa wamejiandikisha hapa kituoni. Kwa kuna ambao wamekuja leo, kuna na ambao walikuja mbande siku ya Jumapili. Kwa hiyo kwa ujumla wake kama hapa tumefanya kwa leo shi, watoto 68 uh, na, na last time i Jumamosi tulikuwa tumefanyia watoto mia moja na, na nne. Kwa hiyo kama utajumlisha utapata, utapata majibu yake kama tumefanya jumla ya watoto takriban 172 kituo hiki kimoja tu cha chamazi dr alhamdulillah. Sasa ni rasmi tumemalizana na wilaya Temeke takriban vituo kumi ingawa kuna baadhi ya vituo tulirudia zaidi ya mara mbili kipi ambacho umekiona kipi ambacho umejifunza kwa zoezi lote hili tangu tulipoanza kituo cha kwanza hadi vituo kumi kukamilika alhamdulillah yani tumejifunza vitu vingi kwanza tumejifunza kwamba uh, matatizo ambayo uh, tuna wengine unaweza ukahisi kama ni madogo kwako, uh, madogo kwako uh, kwa kwa mwingine sio madogo yani ile jambo kwa mfano la tohara ni jambo ambalo watu wengi walikuwa hawafikirii kwamba ni jambo kubwa ni jambo ambalo pia labda lipo kwa ukubwa sana katika jamii zetu uh, he, lakini kwa sasa hivi baada ya kufanya hili zoezi tumegundua kwamba ni jambo ambalo lina uhitaji mkubwa mkubwa mkubwa sana katika wilaya ya Temeke. Kuna vituo vingi sana vya serikali, sisi tumechagua vituo kumi tu peke yake. Ukiona hivi vituo kumi tulivyofanya na ukizungumza nao, unagundua una tu kwamba kuna watu wengi sana pia ambao hawajapata taarifa wao wenyewe wanasema kama wangepata taarifa pengine ingekuwa ni mafuriko makubwa sana. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo inatupa picha kwamba uh, watoto ambao hawajafanyiwa tohara ni wengi na uhitaji ni mkubwa mkubwa sana. Hili ni jambo la kwanza. Kija jambo la pili, uh, tumegundua kwamba kuna watoto wengi sana ambao wana maradhi mengine tofauti na haya hili moja la la, la kutokutahiriwa. Kwa mfano uh, tumetembea vituo vingi, tumegundua kwamba kuna watoto wengi ambao wana ambalaiko hernia na zingine ni kubwa kiasi ambacho ukiziangalia kwa jicho la kidaktari unajua kabisa hili haiwezi kafunga yenyewe. Zipo ambazo zinaweza zikafunga kutokana na umri wa mtoto na lakini, kwa zile unazoziona, zipo ambazo haziwezi zikafunga na wala wazazi hawa, hawaoni kama ni shida, wanaona ni kitu cha kawaida. Lakini kama daktari ukiliona unahisi kama ni tatizo kwao, unamshauri mama kwamba afanye uh, jitihada za kumpeleka mtoto hospitali aweze kuenda kuhudumiwa tatizo lake liweze kutatuliwa. Hilo la pili, lakini la tatu Tumegundua kuna baadhi ya watoto ambao wanazaliwa wakiwa na, na, na shida ambazo zinaitwa ni congenital anomalies. Yani wanazaliwa na matatizo ambayo wametoka nayo tumboni. Yani kutokana na mifumo tofauti tofauti. Kwa mfano, moja ya tatizo ambalo lilopo ni lile la hypospadias. Yani mtoto anazaliwa tundu lake katika uume wake liko chini. Yani, liko, liko chini kiasi ambacho hata ngozi yake nayo bado ilikuwa haijatengenezwa vizuri. Kwa hiyo yeye huyu mtoto anazaliwa katika mazingira kama haya ni mtoto ambaye Uh, ukimfanyia suna kwa maana ya kuondoa ile ngozi yake unaweza kuwa umemharibu. Kwa hiyo huyu tunamshauri kwamba aweze uh, kwenda hospitali, especially hospitali kama ya Mwimbili waweze kumtengeneza adibia, afanywe reconstruction wamtengeneze ili tundu lake liweze kurudi katika uh, hali ya kawaida. Uh, huyu akiacha hivi hivi anaweza kuwa na madhara ya baadaye, uh, especially yale madhara ambayo anaweza kupelekea mtoto huyu asiwe asiweze kupata mtoto kwa hiyo anatengenezwa uh, ili aweze kupaa akiwa anaweza kukojoa mkojo wake uweze kwenda mbele. Kwa hili amba, tumia, tumiaona, lakini, uh, ni tatizo ambalo miongoni mwa tatizo ambalo tumeyaona, lakini kwa tatizo lingine ambalo tumeliona ni ile la la la, la, la jinsia tete, yani mtoto anakuwa na jinsia tete, yani ukimwona, kuna watoto ambao kama wawili tumewaona walikuwa na jinsia ambazo uh, ni jinsia ya kiume kwa kuona, lakini uh, unakuta kwamba kwanza lile dhakari ile, ile, uh, yake yenyewe n yani haipelekei hai kumwambia kwamba hii ni dhakari kama dhakari za watu wengine, yani inakuwa ni ndogo sana kiasi ambacho huyu uh, unakuwa na mashaka naye. Hilo la kwanza, lakini wengine uh, tumeona mtoto mmoja ambaye eh, hana kabisa hata zile test kabisa. Yani na ukiangalia maumbile yake yameanza kujitengeneza kama, yalikuwa yamejitengeneza kama maumbile ya kike lakini tayari ana anataka. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tumeyagundua katika safari yote hii ya wilaya hii ya Temeke na wazazi pengine walikuwa hata hawajui kwamba hili ni tatizo au ni matatizo ambayo walikuwa nayo watoto wao. Kwa hiyo tunachokifanya sisi ni kuwashauri wawachukue waweze kupeleka hospitali ili waweze kuhudumiwa na kuwa katika hali ya kawaida. Matarajio ni watoto 1000. Tumemaliza katika wilaya ya Temeke tayari namba inapata takriban watoto 871 kama sijakosea, mpaka sasa hivi sio? Na hivyo ni vituo kumi tu. Vituo ambavyo vimebaki ni vituo kumi na mbili katika wilaya ya Ilala, namba ni elfu moja. Hii ikoje dokta, na unaitazamaje? Uh, ukweli ni kwamba ni lazima watoto wataongezwa, idadi ile ya watoto elfu moja itazidi. Uh, na lazima tuongeze kwa maneno ambayo tayari, uh, ya awali ambayo tumezungumza na shekishki uh, kama mkurugenzi wa Alhikma ameonyesha uh, utayari pia wakusema wanaweza akaongeza. Hatujajua tuongeze idadi kiasi gani, kwa tunachokifanya sasa hivi ni kwenda kuzungumza na Alhikma ili waweze kusema kwamba, uh, tuongeze idadi kiasi gani ili kwa kuvimaliza vituo vyote ambavyo tulivyovitangaza. Unajua, kwa, kwa hali ilivyo ni kwamba hatuwezi tukaviacha hivi vituo tayari, kwa sababu tushavitangaza. Tunaamini kuna watu ambao walishaenda kujiandikisha huko katika hivyo vituo kuwaacha maana yake itakuwa sio jambo zuri. Uh, naamini kabisa Al-hikma inshallah, kwa kuwa ni watu ambao wanafanya mambo ya kheri na wamefanya hili jambo kwa ikhlasi na kutaka kusaidia umma, watawasaidia hata hawa ambao tayari. Kufikia hapa, mtazamaji wa Kishke TV, hatuna tena la ziada. Umeweza kusikiliza maelezo ya Dr. Mwimbe Juma akieleza kila ambacho kilijiri leo. Kumbuka, sasa rasmi vituo kumi katika wilaya ya Temeke vyote vimemalizwa, ingawaje kituo cha Chamazi tulirejea mara mbili, kama ambavyo tulifanya katika kituo cha Tandika na Charambe pia, na hii ni kwa sababu ya mwitiko mkubwa wa watu. Kumbuka, kabla ya leo, namba ilikuwa ikisoma 803 na kwa maelezo ya Dr Mwimbe leo watoto 68 na wameweza kufanyiwa suna mpaka sasa hivi, watoto ambao washafanyiwa suna katika vituo vyote kumi vya wilaya hii ya Temeke hapa Dar es Salaam ni watoto 871. Kazi kubwa sana Alhikma wameifanya, lakini kazi kubwa pia jopo la SMV madaktari hao wameweza kuifanya kutekeleza mpango huu wa Alhikma Foundation. Hakika ni jambo ambalo limeonekana dhahiri kuleta faraja ya hali ya juu kwa jamii kubwa ya Watanzania mbalimbali ambao mbali walifika kuwaleta watoto wao katika vituo wa vyote kutokea hapa. Mimi sina la ziada. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi nyuma ya kamera, ni Omidhewi Omari Salum Nyanga, na mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kituo kinachofuata, tutatoka Temeke, tutaelekea Ilala, tarehe 14 mwezi wa sita 2025, Buguruni kituo cha afya. Ewe mzazi au mlezi, mwandikishe mwanao sasa katika kituo kilichotajwa kilicho karibu nawe ili asaidiwe. Kumbuka, zoezi letu hili ni bure na halibagui mtu kwa dini yake wala kabila lake.